Karibu tuangazie nyota ya Kaa zidi ya nyota ya Mashuke. Moyo wa hisia unakutana na akili ya mpangilio, safari ya utulivu na kujali. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Kaa na Mashuke ni nyota mbili zenye maadili ya msingi: kujali, huduma na kutafuta usalama. Kaa ni nyota yenye asili ya maji anayeguswa na hisia, anayetafuta mapenzi ya kweli na mlinzi wa familia. Mashuke ni nyota yenye asili ya udongo, mpangaji makini anayejali maadili na anayependa kufanya mambo kwa uangalifu na usahihi. Wakiwa pamoja, wawili hawa hujenga uhusiano wenye mizizi mirefu. Lakini je, hisia kali za kaa na ukosoaji wa mashuke vinaweza kupatana? Karibu katika uchambuzi kamili, tukianzia katika mapenzi. Katika mapenzi, kaa ni wa hisia anayependa kugusa, kujali, kuonyesha mapenzi kwa vitendo vya upendo. Mashuke ni wa vitendo pia, lakini kwa njia ya kutunza, kupanga na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Wanapopendana, kaa atajisikia salama kwa upendo wa kiutulivu wa mashuke. Mashuke atasamini moyo wa kujali na huruma ya kaa. Changamoto, kaa anaweza kuhisi mashuke hana joto la kimapenzi au anaonyesha mapenzi kwa ukavu. Mashuke anaweza kuona kaa ni mgumu kueleweka, mwenye hisia zisizoeleweka kwa urahisi. Ni uhusiano wa upole wa kweli unaohitaji uaminifu, mawasiliano na subira. Tuangazie kazi na biashara. Katika kazi, kaa huchangia kwa upole, uvumilivu na uelewa wa mahitaji ya watu. Mashuke ni bora katika kupanga, kufuatilia maelezo na kuhakikisha ubora. Wakishirikiana, kaa anaweza kuwa mratibu wa watu au mahusiano. Mashuke anaweza kuwa msimamizi wa mipango, bajeti au ratiba. Changamoto, kaa anaweza kuchukua maoni ya kikazi kwa njia ya kihisia. Mashuke anaweza kuonekana mkali au mkosoaji bila sababu. Ni timu inayoweza kuendesha shirika, familia au mradi kwa mafanikio na huruma. Tuangazie afya na maisha. Katika maisha ya kila siku, kaa anapenda utulivu, familia, chakula kizuri na watu wa karibu. Mashuke anapenda usafi, ratiba na maisha yaliyojaa maadili na nidhamu. Wakiishi pamoja, kaa hujenga nyumba ya upendo. Mashuke huhakikisha nyumba hiyo ina mpangilio bora na afya njema. Changamoto. Kaa anaweza kuona mashuke anazingatia vitu vidogo vidogo kupita kiasi. Mashuke anaweza kuona kaa hafikiriki akili wakati wa maamuzi ya kila siku. Maisha haya yanaweza kuwa ya mfano, yenye amani, usafi, mapenzi na heshima. Tuangazie tabia na changamoto. Tabia zao kwa ujumla, kaa huongozwa na hisia na moyo wake. Mashuke huongozwa na akili na maadili ya utendaji. Wakiwa pamoja, Kaa humfundisha Mashuke kusikiliza moyo wake. Mashuke humfundisha Kaa kujiamini, kupanga na kuhimili changamoto kwa akili. Changamoto: Kaa anaweza kukasirika kimya kimya, Mashuke anaweza kukosoa bila kujua amekuumiza. Wanahitaji kujifunza kufikiria kabla ya kusema na kuhisi kabla ya kuhukumu. Kaa na Mashuke wanaweza kuwa na uhusiano wa ndoto. Kaa hutoa joto, uaminifu na hisia halisi. Mashuke hutoa msaada, mipango na msaada usioonekana, lakini wa kina. Uhusiano huu hauwezi kuwa wa kishindo, lakini ni nguzo ya amani ya ndani. Ni kama bahari tulivu na ardhi ya kijani; vinapokutana maisha yanachanua. Kaa na mashuke ni uhusiano wa kupendana polepole pole, au wa kuvumiliana kwa heshima. Huo ndio uchambuzi wa nyota ya kaa dhidi ya nyota ya mashuke. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye bye.